Suala la uwajibikaji wa viongozi imeshauriwa kuwepo kwa utashi na utayari wa viongozi kusaini mikataba ya utendaji kazi na mifumo kusomana. Viongozi hao kusaini mikataba kati, kam, kwa mfano mawaziri wasaini mikataba kati ya mawaziri na mheshimiwa rais, makatibu na mawaziri, mpaka kufika kwa levo ya chini. Suala la pili, hii mifumo ambayo ipo na itakayo kuwepo iweze kusomana kati ya wizara moja na wizara nyingine, kati ya taasisi moja taasisi nyingine, ili kwanza kupunguza duplication ya kazi. La tatu, pawepo na ushirikishwaji wa wananchi katika kupima utendakazi wa viongozi. Licha ya kupongeza ajira zilizopangwa katika sekta ya afya, madaktari wameomba wananchi wawezeshwe kumudu gharama za afya katika mpango wa bima ya afya kwa wote. Upungufu kwa sasa ni kati ya asilimia 50 mpaka 65 katika maeneo ya miji na vijiji vya nchi yetu elfu tano itakuwa ni itakuwa tunashukuru wataajiriwa lakini bado hawatatosha kuziba hiyo nafasi. A, pili tunahitaji kuona kwamba wananchi wanawezeshwa a, kiuchumi kikamilifu ili waweze kumudu gharama za afya suala la kujiandaa kupokea wanafunzi kwa wingi watakaomaliza shule kwa wakati mmoja nalo likagusiwa, huku akiomba tathmini ifanyike kwa wanafunzi wengi ambao wanashindwa kumaliza kidato cha nne. E, profesa na timu yake katika siku hizi mia moja wataweza sasa kutoa mwelekeo kwamba idadi ile kubwa ya watoto mwaka elfu mbili na ishirini na nane watafanyaje? Ni shule ngapi? Zitapokea watoto wangapi? E, kuna suala la uh, wanafunzi wengi kutomaliza uh, masomo. Kama mwaka huu watoto zaidi ya laki tatu hawakufanya wa mtihani wa kidato cha nne. Kwao tunafikiri ni masuala ambayo uh, wizara inaweza kuanza nayo ili kuangalia ni eneo gani lifanyike kwa ubora zaidi. Pia suala la maridhiano katika jamii limehimizwa na wadau ni madai ya wadau mbalimbali wa kisiasa yafanyiwe kazi. Yamekuwa ni madai ya muda mrefu, na pande hizi zinapaswa kaa pamoja na, na kuliona kwamba jambo hili ni la muhimu, hasa yale madai ya msingi ya kunyimwa haki ya kujieleza, kunyimwa haki ya, kuzu, ya kuwa karibu na wapiga kura na wananchi kuuza sera, ni jambo la muhimu. Kusiwe na kundi moja la kisiasa lenye haki zaidi ya kufanya siasa na kundi jingine linanyimwa haki hiyo ya kufanya siasa. Rais Samia ameongoza kikao kazi cha mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu kilichofanyika leo Ikulu cha mwino mkoani Dodoma, ikiwa ni mara ya kwanza tangu kuapishwa mawaziri na manaibu waziri hao hapo jana. Esta bila Malisa, Azam News.